Salamu popote ulipo mtazamaji wa Aviation Tanzania, tukikuletea habari, makala, mahojiano na matukio mbalimbali kuihusu sekta ya usafiri wa anga ndani na nje ya mipaka ya Tanzania. Hivi karibuni kiwanja cha ndege cha kimataifa cha Julius Nyerere kiliorodheshwa katika tuzo za 32 za World Travel Awards mwaka 2025 katika kipengele cha kiwanja bora cha ndege barani Afrika, yani, Africa's Leading Airport. tukafunga safari mpaka hapa katika kiwanja cha ndege cha kimataifa cha Julius Nyerere kuweza kufanya mahojiano na mkurugenzi wa kiwanja hiki anaitwa Bi Betha Bankwa. Bi Betha, habari yako? Alama. Kwema. Asante. Kwema sana, tunashukuru kwa kutukaribisha na tumefurahi kuwa hapa na mimi nashukuru kwa kufika. Karibuni sana asante Kwebis. Sana okay. Shukrani. Hongereni kwa kuteuliwa na kuweza kuwa uh, nominated kwenye hiki kipengele, ni hatua kubwa sana, tunashukuru sana na kwa kweli ni hatua kubwa sana kwetu sisi, lakini pia kwa taifa na Madam Betha, unaweza kutuelezea kwa ufupi uh, tuzo za World Travel Awards uh, nini umuhimu wake katika sekta ya anga na katika sekta ya utalii kwa ujumla? Kiwanja cha ndege cha Julius Nyerere kimechaguliwa kuwania tuzo ya kiwanja bora barani Afrika kwa mwaka elfu mbili na ishirini na tano katika tuzo ambazo hutolewa na World Traveler Awards. Uh, World Traveler Awards ni tuzo ambazo zilianzishwa mwaka elfu moja na mia tisa tisini na tatu kwa ajili ya kutambua lakini kuheshimu na kuthamini kazi bora ambazo zinafanywa katika sekta ya usafiri wa anga pamoja na utalii. Madamu ni upe umuhimu wa tuzo hizi, hasa umuhimu wa tuzo hizi kwa JNIA, yani kwa maana ya Julius Nyerere International Airport, lakini pia kwa taifa ni kwamba, kwanza tuzo hizi zinatuthaminisha kimataifa kwamba sisi ni kiwanja bora ni kiwanja ambacho pia kinathaminika, ni kiwanja ambacho pia tunafata viwango vya kimataifa, lakini pia kinatutangaza na kuvutia uwekezaji pamoja na watalii kuja zaidi, kwamba tayari nchi yetu tunajitangaza kwamba tuko safe, ni kiwanja ambacho tunafuata viwango vya kimataifa. Naona lakini mm -hmm, pia uh, ni, ni kinahamasisha ushindani katika utoaji wa huduma bora kwa viwanja vingine, na sisi pia kutuongezea morali katika kuendelea kuwekeza katika teknolojia na kuendelea kuwekeza katika miundombinu ya kuweza kuhudumia abiria wetu katika ubora unaostahili na ubora wa kimataifa. Lakini si hilo tu, uh, tuzo hizi ni muhimu sana kwa sababu pia zinaongeza hamasa kwa watumishi wetu, na wadau wanaotumia kiwanja hiki cha ndege. Watumishi wataona aha, kumbe kazi yetu tunayoifanya inathaminika mm -hmm. na kuheshimiwa mm -hmm. Lakini kumbuka pia, kama tukipata tuzo hii kiwanja kiwanja pamoja na nchi vitatangazwa kimataifa. Madam Betha, kuna viwanja vingi vya kimataifa barani Afrika, unadhani ni ipi siri haswa ya kiwanja cha Julius Nyerere kuteuliwa katika kinyang'anyiro hiki cha kipekee? Kiwanja cha Julius Nyerere kimeteuliwa kwa vigezo, hakijapendelewa au hakijapata tu bahati ya kuteuliwa, lakini ni kwa sababu kimekidhi viwango vya kimataifa na kitaifa. Uh, vitu vikubwa ambavyo vinazingatiwa pamoja na mambo mengine yote lakini pia, katika viwanja vya ndege tunazingatia vitu viwili vikubwa ulinzi uh, na usalama kwa maana ya safety and security. Lakini mtakumbuka pia mwaka jana mwezi wa nane kiwanja hiki cha Julius Nyerere kilipata kushinda tuzo ya usalama, yani safety award ambayo ilikuwa inatolewa na baraza la viwanja vya ndege barani Afrika. Ile pia ilitumika kama kututangaza na kutuonyesha kwamba uh, Julius Nyerere ipo na inatekeleza viwango vya kimataifa na kitaifa, lakini si hilo tu. Uboreshaji mkubwa wa miundombinu ambao umefanywa na serikali ya awamu ya sita, uh, katika kiwanja hiki umepelekea kiwanja hiki kutambulika kimataifa. Kwa sasa kiwanja hiki hasa kwa Terminal 3 tunatoa huduma kwa standardi za kimataifa. Kwanza miundombinu yetu inatufanya ina tuweze kutoa huduma bora kwa wa, kwa wasafiri na watumiaji wote wa kiwanja cha ndege, lakini pia kwa ndege zenyewe, kwa sababu hata miundombinu ya ndani imeimarishwa, imekaa vizuri. Ukiangalia parking zetu za ndege, hasa kwa Terminal 3 tuna paki kisasa, hatupaki kienye, hatupaki kizamani, hatu tunatumia miundombinu ya kisasa katika kufanya maegesho ya ndege. Namna tunavyo uh, tunavyoratibu mizigo na ukaguzi wa mizigo, namna tunavyokagua abiria wetu. Hata ukiangalia ma wanapopita immigration ya kwa maana ya uhamiaji, tunatoa mm -hmm. huduma za kisasa. Hicho kimetufanya pia sisi kutambulika kimataifa na kutambulika kwamba ni kiwanja ambacho kinaweza kikaingia kwenye tuzo hizo. Katika kategori hiyo tunapambana na viwanja vingine vitatu. Uh, kuna viwanja viwili vya South Africa ambayo ni Cape Town lakini kuna kiwanja kingine cha Olatambo International Airport. Lakini kuna kiwanja kingine cha Kenya ambayo ni Jomo Kenyatta International Airport na sisi tukiwa cha nne. Lakini kwa namna sisi tulivyojipanga, namna tunavyotoa huduma, kama Watanzania watatupigia kura, sisi tuna uhakika kwamba tuna uwezo wa kuchukua tuzo hiyo na sifa tunazo. Watanzania wote ambao tunaamini watatupigia kura Tunawaomba watembelee tovuti ya www.worldtravelawards.com/vote ama unaweza ukaskani kiwa la kodi yetu ambayo tumeishare kwenye social media zetu Instagram, uh, Facebook, um, X na mitandao mengine yote ya kijamii. Ikishafunguka, jisajili kwa kuweka barua pepe yako na kuthibitisha usajili kupitia kiungo utakachotumiwa email yako baada ya kuthibitisha, ingia tena kwenye tovuti na nenda kwenye sehemu ya Afrika, kisha chagua kipengele cha Africa's Leading Airport, chagua Julius Nyerere International Airport Tanzania. Uh, na nabonyeza kitufe kilichoandikwa vote, na baada ya hapo hakiki kura yako. Kura yako moja inaweza kuleta ushindi mkubwa kwa taifa. Tunawaomba Watanzania wote walioko nchini na waliopo nje ya nchi kutupigia kura kwani kiwanja chenu kinastahili kushinda. Na ni mkurugenzi wa kiwanja cha ndege cha kimataifa cha Julius Nyerere, Betha Bankwa ametuelezea namna ya kuweza kushiriki katika zoezi la kupigia kura kiwanja cha ndege cha kimataifa cha Julius Nyerere katika kipengele cha kiwanja bora cha ndege barani Afrika. Nikukumbushe kwamba tarehe ya mwisho kabisa ya kupiga kura uh, ni tarehe nne mwezi Mei mwaka huu 2025. Naitwa Zena Kasim kutoka Aviation Tanzania tukikuletea habari makala mahojia ano na matukio mbalimbali mbali kuhusu sekta ya usafiri wa anga Tanzania. Na leo uh, mahojiano yote yameishia hapa katika ofisi ya Betha Banko, mkurugenzi wa kiwanja cha ndege cha kimataifa cha Julius Nyerere, ametuelezea mambo kadhaa hasa kuhusu ushiriki wa uh, kiwanja cha ndege cha Julius Nyerere katika tuzo hizi za World Travel Awards. Nikukumbusha uendelee kutufuatilia katika mitandao yetu ya kijamii Facebook, Instagram, YouTube, channel, Tink, TikTok, pamoja na LinkedIn. Kama Aviation Tanzania tupatane wakati mwingine, kwa heri.